Jina naitwa bwana Samson Mkanga, ni afisa biashara katika wilaya hii ya Kakonko. Kwa ujumla, biashara katika wilaya hii ya Kakonko kwa kweli ni nzuri. Tunaomba tu wawekezaji waweje, wawekeze waje wawekeze humu, ili wananchi waweze kupata bidhaa kwa urahisi zaidi. Kwa mfano kwa sasa hivi biashara kubwa inayofanyika huku kwa wenyeji wa huku, walima sana maharage, mahindi. Kuna alizeti pia inapatikana kwa wingi, na pia kuna mazao mengine kama karanga yanapatikana kwa wingi kwa msimu wa mavuno hasa ile ya mahindi na maharage, kwa kweli wilaya inachangamka. Wafanya biashara kutoka sehemu mbalimbali, Morogoro, Singida, wanakuja huku kuja kuchukua hasa maharage, mahindi. Kwa kweli biashara mbili hizo zina kubuti sana sisi wana Kakonko, zinasaidia zinaingizia sana halmashauri yetu mapato ya kutosha naomba wakulima zaidi wazidi kulima zaidi ili waweze kujipatia kipato na pia kuwasaidia katika shughuli zao za kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja familia na hata taifa. E, kwa kweli maboresho tunayopata kutoka serikali kuu na wadau wengine halmashauri kwa kweli yamesaidia sana kuboresha masoko yamesaidia sana kuboresha masoko yetu na wafanyabiashara, inawapatia maeneo mazuri ya kufanyia biashara yao. Kwa mfano katika kata ya Kakonko kuna vibanda hapa sokoni, kuna maduka au vibanda 34 vimejengwa kisasa, ambapo ukilinganisha na zilizokuwa awali, kwa kweli sasa hivi vimetusaidia, zimetusaidia. kwa hiyo tunawaboreshia wafanyabiashara maeneo mazuri ya kufanyia biashara, na pia tunawashukuru wadau wetu wengine. Kwa mfano, katika kuna soko linaitwa Muhange wameweza kutupatia fedha zaidi ya milioni themanini na moja na tumeweza kujenga vibanda kumi na tano vya wafanya biashara na hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapate maeneo mazuri ya kufanyia biashara ili kuepukana na kama walivyokuwa wanafanya zamani, nakuta wanauza chini ya miti, mvua ikija wakati wa e, mvua inakuwa shida sana, lakini miundombinu hii imetusaidia imeturahisia sana watu wetu kupata maeneo mazuri ya kufanya biashara. Pia kuna miundombinu ya barabara katika maeneo ambao masoko yapo. Kwa kweli, naishukuru serikali yetu ya awamu ya tano chini ya dokta wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zidi kutupatia fedha na imetusaidia sana kuboresha miundombinu ya maji, barabara, umeme, maeneo yetu ambayo na masoko yetu makuu yapo, barabara, maji yote yanafika. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu. Kwa kweli, wafanyabiashara wa Kakonko na wasii na wasi sana kwa kweli, Kakonko yetu sasa hivi tunaibadilisha, tunaweka, tunazidi kujenga miundombinu mizuri ya biashara tunaomba sana wafanyabiashara wetu wajitahidi, wachukue maeneo yetu ambapo tumeshawekeza. Kwa mfano, kuna eneo la stendi, kuna maduka, kuna maeneo ya maduka makubwa kwao. Tunawasihi wafanyabiashara wachukue, wa- walete bidhaa za kutosha. Pia kwa bahati nzuri, sisi hapa tunapakana na Burundi, kwa hiyo, nawashauri wafanyabiashara wetu, wetu wakubwa Kakonko walete bidhaa zinazohitajika maana yake watauza mpaka kwa jirani zetu Burundi, na nawasihi sana wale wenye mitaji mikubwa waendelee kuongeza bidhaa zao ili biashara zao ziweze ziweze kupanuka zaidi, na tuweze hata kuwauzia ndugu zetu wa Burundi. Kwa mfano upande wa vinywaji, ndugu zetu wa Burundi wanaona vinywaji vingi sana wanatumia vya Tanzania, vinywaji baridi